Historia na mafundisho ya Kanisa Katoliki kuhusu kusoma Biblia kila siku. Katika Kanisa Katoliki, maandiko matakatifu yana nafasi ya, ya pekee kama chanzo muhimu cha ufunuo wa Mungu pamoja na mapokeo matakatifu. Tangu mwanzo wa Kanisa, neno la Mungu limekuwa nguzo ya mafundisho, ibada na maisha ya kiroho. Katika historia ndefu ya kanisa waamini wamehimizwa kulisoma na kulitafakari neno la Mungu kila siku kama njia ya kukua katika imani, hekima na utakatifu. Moja. Asili ya mapokeo ya kusoma maandiko. Mitume walihubiri injili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini pia waliandika barua na simulizi zilizokusanywa kuwa maandiko ya Agano Jipya. Hadi karne ya nne maandiko haya yalisambazwa miongoni mwa makanisa mbalimbali. Mtaguso wa Hippo 393 BK na Karthago 397 BK ulithibitisha orodha ya vitabu vya Biblia, ikiwemo vitabu 73 vya Biblia ya Katoliki. Katika karne nyingi zilizofuata, maandiko yaliendelea kusomwa katika liturujia misa, lakini pia kwa tafakari binafsi kwa waamini waliofundishwa. Mtakatifu Jerome, karne ya nne, alitafsiri Biblia kwa Kilatini Vulgata, akisema, kutoijua Biblia ni kutomjua Kristo. Bili. Mafundisho ya Kanisa kuhusu maandiko matakatifu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki KKK inafundisha kuwa Kanisa daima limeheshimu Maandiko Matakatifu kama ilivyofanya kwa mwili wa Bwana, kwa sababu hasa katika Maandiko, Kanisa hupokea chakula na nguvu zake. KKK 103. Mtaguso wa Pili wa Vatikano kupitia hati ya Dei Verbum 1965, ulihimiza sana waamini wote kusoma Biblia kila siku na kuielewa kwa mwanga wa Roho Mtakatifu na msaada wa Ualimu wa Kanisa. Ujumbe ulikuwa wazi: neno la Mungu lisomwe kwa shauku kila siku ili kufanikisha mazungumzo ya kweli kati ya Mungu na mwanadamu. 3. Mpango wa kusoma Biblia kila siku, njia ya Kikristo ya kukua Kanisa halihimizi tu kusoma Biblia katika Misa, bali pia binafsi, kama sehemu ya maisha ya kiroho. Mtindo wa Lectio Divina, somo takatifu, uliotokana na mapokeo ya watakatifu wa zamani, ni njia ya kutafakari Maandiko: kusoma lectio, kutafakari meditatio, kuomba oratio na kuishi actio. Mpango wa kusoma Biblia kila siku ni nyenzo muhimu ya kujenga nidhamu, maarifa na uhusiano wa karibu na Mungu. Unapopanga kusoma Biblia kwa vipindi, unamruhusu Roho Mtakatifu kuongoza maisha yako. Kila siku ni hatua ya kupokea chakula cha kiroho kila siku. Nne, mfano wa mpango rahisi wa kusoma Biblia. Mpango huu unaweza kuanza na vitabu vya msingi vya Agano Jipya ambavyo vinatoa msingi mzuri wa imani. Wiki ya kwanza hadi saba, soma Injili ya Yohana moja hadi saba Yohana anamtambulisha Yesu kama neno la Mungu aliyefanyika mwili; yeye ni mkombozi na Mwokozi wa ulimwengu. Wiki ya nane hadi kumi na nne, soma Matendo ya Mitume moja hadi saba 7 kitabu hiki kinaonyesha ukuwaji wa Kanisa la kwanza, kazi ya Roho Mtakatifu na ushuhuda wa mitume. Wiki za kuendelea, mfano: soma injili nyingine, Matayo, Mako, Luka. Soma waraka kwa waraka, Warumi, wa Efeso, wa Filipi. Ingia katika Zaburi na Mithali kwa ajili ya sala na hekima, kisha songa hadi agano la kale, Mwanzo, Kutoka, mfano. Angalizo la kiaskofu: some angalau dakika 20 hadi 30 kwa utulivu. Anza kwa sala fupi ya kumwomba Roho Mtakatifu akuongoze. Baada ya kusoma, tafakari ujumbe wake na jinsi unavyoweza kuuishi siku hiyo. 5. Faida za kusoma Biblia kila siku kwa Mkristo wa Katoliki. Uelewa wa mafundisho ya imani, Biblia inafafanua sakramenti, wokovu na maisha ya Kristo. Kukuza maisha ya sala, neno la Mungu linasaidia kuzungumza na Mungu kwa undani zaidi. Nguvu dhidi ya visingizio, Yesu alitumia maandiko kupambana na majaribu. Kukuza hekima ya maisha, mithali, zaburi na injili huleta mwanga katika changamoto za maisha. Kufungua moyo kwa mapenzi ya Mungu, Biblia ni barua ya upendo ya Mungu kwa kila mmoja. Hitimamu. Katika historia yote ya Kanisa, Biblia imekuwa kama taa iongozayo miguu ya waamini, Zaburi 119:105. Kwa waamini wa Kanisa Katoliki, kusoma Biblia kila siku ni njia ya kujenga imani, kuimarika kiroho na kujiandaa kwa uzima wa milele. Ni mwaliko wa kuishi maisha yanayoongozwa na neno la Mungu kila siku. Natumaini tunaendelea kujifunza mengi pamoja. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni I am Catholic Tanzania, Mungu akubariki.